Ni kama Liverpool baada ya kifinyo cha jana wametuma salamu kwa FC Barcelona kwamba we'll never walk alone, we'll never suffer alone wesua, hatufungwi pekee tu ikende. Hii ni mwendelezo wa kifinyo kwa FC Barcelona baada ya donda bichi ambalo liko bado halijakauka la kipigo cha PSG kwenye UEFA. Sevilla wamepiga kwenye mshono katika ligi kuu ya nchini Uhispania. Sevilla vs FC Barcelona, Sevilla wanafanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli manne kwa moja dhidi ya FC Barcelona. Ilikuwa mechi fulani hivi ambayo ilianza kwa mkwaji wa penalti dakika kumi na tatu tu ya mchezo, Sevilla wakipata mkwaji wa penalti, mkwaji ambao ulizua taharuki, watu wengi wakisema that was not penalty. Ilikuwa ni penalti ya kimchongo mchongo. Dakika kumi na tatu wakaweza kuweka chuma cha kwanza Sevilla. Pira likaendelea kupigwa dakika thelathini na sita ya mchezo Sevilla wakasema siblisema penalti ya mchongo ngoja tuweke chuma kingine. Wakaweka chuma cha pili dakika ya 45, mwishoni kabisa, Marcus Rashford anaandika chuma cha kwanza kwa FC Barcelona. Dakika 45 za kwanza zikamalizika, Sevilla mbili, FC Barcelona moja. FC Barcelona wakarudi katika dakika 45 za pili, wakiwa na confidence ya hali ya juu, wakijua sasa hizi ndo time zetu, hizi ndo nyakati zetu za kufanya mabalaa. Tutafanya mabalaa kweli kweli, hamjui kama sisi ni wazee wa comeback. Ebana wamefosi sana, lakini comeback na zinagoma. Dakika sabini na sita ya mchezo nao wakapata mkwaju wa penalti kuondoa ile taharuki ya penalti ya kwanza kwa Sevilla na wao na wakapata penalti akapewa rubato Levandowski. Levandowski akapiga nje, maskini ya Mungu. Katika dakika sabini na sita ya mchezo anawanyima FC Barcelona goli la kusawazisha. Basi bana, tukajua FC Barcelona atarudi kwa nguvu atafanya maajabu na wataweza kurudisha kufanya kambaki hatari. Lakini dakika ya tisini ya mchezo Karmona anaandika goli la tatu kwa Sevilla katika harakati za kutaka kurudisha FC Barcelona, anapata nafasi ya wazi kupitia mchezaji Ron, anapiga goli kipa na save baada oh, ya akilichofuata. Dakika za jioni Adams anaandika goli la nne kwa Sevilla na full time, mechi inamalizika kwa ushindi kwa klabu ya Sevilla, ushindi wa magoli manne kwa moja. Ilikuwa ni mechi fulani hivi, ambayo FC Barcelona unaona kabisa ule muunganiko wao umepotea, hawako like, uwanjani bro na hatimaye FC Barcelona kwa mara ya kwanza wanachapika, wanaacha alama tatu muhimu katika mchezo wa La Liga Santander. Wanashindwa kukaa pale juu kileleni katika ligi kuu ya nchini Uhispania, wanabaki wakiwa nafasi ya pili na alama zao kumi na tisa katika michezo nane waliocheza mpaka sasa, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Real Madrid ambao wana alama ishirini na moja katika michezo nane waliocheza mpaka sasa. Umeonaje huu mchezo wa FC Barcelona dhidi ya Sevilla? Unahisi ni kitu gani ambacho kimeweza kuwakwamisha FC Barcelona kuweza kufanya comeback katika huu mchezo? Drop your comment hapa ya kwenye comment hapa. Ni super trove ya Dino Television, baki na sisi kwa story mob zaidi za kimichezo. Mungu amejibu maombi ya mashabiki wa Real Madrid ambao wa walikuwa na wasiwasi kwelikweli, wakiwa pale juu kileleni mwa ligi kuu ya nchini wa Hispania, La Liga Santander. E, walikaa juu kutoka jana mpaka leo. Leo ilikuwa ni pressure kubwa sana. Endapo FC Barcelona wangeweza kushinda katika mchezo wa leo dhidi ya Sevilla, basi walikuwa wanadondoshwa pale juu kileleni. By the way, Mungu wao ameweza kuwajibu mapema kabisa. Sevilla wanatembeza kichapo cha mbwa mwizi kwa FC Barcelona, magoli manne kwa moja. Unakuwa ni mchezo wa kwanza kwa FC Barcelona kupoteza katika ligi kuu ya nchini Uhispania. E, ile unbeaten record imefutwa rasmi na wote wanaanza upya kabisa. Hakuna ambaye hajapigwa kati ya Real Madrid na FC Barcelona. Basi Real Madrid wanabakia pale kileleni wakiwa na amani kweli kweli, e, alama zao ishirini na moja katika michezo nane waliocheza mpaka sasa, huko FC Barcelona wakiwa na alama kumi na tisa katika michezo nane waliocheza mpaka sasa.